Kwanza akuone sapiga hesabu ni nani mwanadamu ambao mezaliwa na mwanamke hajakula uchafu? Kila mwanadamu anakula uchafu, kwa hiyo naogopa nini? Nakufa na tena, wanabifu, angalia mazikia nimefanya

Lakini pale banyeva na kuva ba na raha kidogo. Banaimba. Na banaona nyevo. Sasa kwa tuona sisi. Yeah. Mfano mwanamke atifu. Mwanamke mm. atifu. Akienda kiroho kabisa. Kabisa kiroho anageuka bora huko. Huko oh, oh, huko. Oh, oh. Yaani yeah, kula umwe um, bwana. Yaani anageuka mwanaume hiyo. Mm. Hakuna kiumbe cha mwanamke. Hakuna baba, hakuna mama. Wote oh, oh, oh, oh. Wanafanya. Ni ndugu katika roho. <coughs> <coughs> <Tungi al -muka. tos> Mungu, Mungu si mjinga kumwambia Paulo ya kwamba simpi mwanamke ruhusa kunena mbele ya macho ya mwanaume, maana mwanaume ni mfano wa Mungu, ni mdogo yake. Ninaumba mtu kwa mfano, na hiki ni kiumbe tena mwanamke kwa sababu ya nini sasa Mungu akaja kumwambia mwanabii hapana? Mwanamke anaanza kutukia, anaanza wa kuua watu wengi, ucha, unaweza kuwa wazi, kipindi mwanamke ndo alileta mm. mwaji wa kwanza ni mwanamke. Yani kifo kama kifo, kama mtu kufa, kama ni magonjwa, kama nikiingia kuamka kuzimu, kama ni dawa zote za ulimwengu mwanamke

yani, vina samani si upungufu, lakini mjinga maana anajengwa na Shetani, yeah. Sasa ile nyoka si nyoka, ni mawazo. No, hapana, ni mawazo <coughs> tukiona nyoka ya shaba jangwa so eh <coughs> E tukisema nyoka ya shaba atakayeona ule nyoka wa shaba jangwa ndio mwili wa Yesu. Kweli nyoka na Yesu anageuka kuwa nyoka? Hapana. Ndipo hapa. Ndipo hapana. Naona ile ilikuwa ni ni mifano. Ina maana atakayeona msalaba eh, ni mauti. Kaburi la kwanza, mimi naweza ipo siku naweza kufundisha msio mnatia msalaba mbe mfuma kaburu kwa hiyo